Utofauti kati ya kufanya biashara na kujenga mfumo wa biashara. Kufanya biashara ni kitendo cha kumpa mtu huduma ama product, yeye akakulipa kutokana na thamani ya huduma ama product. Ni mbadilishano kati ya thamani na product ama service. Kwa hiyo thamani yako inapimwa kutokana na huduma unayotoa ama service unayotoa. So hiyo ndo biashara. Kuunda mfumo wa biashara, huu ni kutengeneza mazingira ambayo biashara yako inaweza kujiendesha yenyewe bila wewe kuwepo au kwa kwa mba wewe ukiwepo, kwa maana ya kwamba inakusaidia wewe mfanyabiashara ama mjasiriamali kupata uhuru wa muda na uchumi. Lengo la, lengo la kufanya biashara ni kupata freedom. Freedom, tunasema uhuru wa muda na uhuru wa kifedha uweze u, biashara yako inaendelea na wewe haupo. Hiyo ndo lengo lengo letu la mfanyabiashara wote na wajasiriamali kwamba biashara zetu ziende, ziendelee mimi hata kama sipo, so lazima mi niwepo ndo biashara ziendelee. Hii inakupa nafasi yawe kupata muda wa mapumziko, kufurahi na familia, kukaa sehemu na kufurahia. Hii ndo inakuwa nini, lengo kuu la biashara. Kila mtu anahitaji kuwa na mfumo wa biashara, na mfumo wa biashara unagusa, una nyanja tofauti tofauti, ambapo itagusa masuala ya masoko kwa maana ya kutafuta wateja namna gani wateja wanakupa pesa kwa maana ya sales kuwauzia, namna gani ya kuweza kufanya administration, uendeshaji na uongozi, alafu na namna gani ya kuweza kufanya distribution ya huduma na kutengeneza huduma yenyewe. So hivi vitu vyote kwa pamoja ndio inatengeneza mfumo madhubuti wa uendeshaji wa biashara, na ukitaka kupata mfumo sahihi wa kuendesha biashara lazima ununue kozi yangu maalum inaitwa wateja mia moja wa kwanza, mwongozi wa mwanzo kwa ukuaji. Kwenye kozi hile nimefundisha vizuri namna gani ya kuzi apply hivi vitu vyote ambayo nimevitaja hapa. Comment neno kozi hapo chini ama kupitia namba ambayo ipo hapo inaonekana, tuma neno kozi, nitakutumia kozi hii. Kozi hii inafundisha vizuri namna gani ya kuweza kuunda umfumo wa biashara. Thank you.